pale ambapo zinaharibika, maeneo ambayo haenda mkandarasi wao wafanye kazi hiyo mara moja. Maelekezo ankisha na natumesha keleaa Mweshimua Waziri kusimamia, tutatarajia sasa kama wa usumbufu ni wa muda mfupi, na tumewaambia mkoa, wakipata tatizo zaidi ya uwezo wao wasisite, watoe taarifa makao makuu ya Tanwe. Wasafiri wote